vichalinanza Re mambo bado wigo, wigo. mesizi kuwa mtaa na sikilizia mapigo kajichanganya fala mwenye mzigo kwa watu wenye njia kali mani sio kidogo. Hatucheki mala mbili sini kama matumbili katugeuzia tano kuwa mbili sikili na kwa kuwa mkono mrefu kuliko serikali, so uwe mtota baba unashindwa kujikubali. Hacha ni kwambia ukweli boy, mini Vladimir mana umekuja kubugi pili. What's up, Bosi, naomba location, amenipotea. Amenipotea? Jay, Ah, kweni makini na na location mm -hmm. Nakupa location. Kuwa makini basi, sawa. Nipatie dakika moja. Basi, sawa sawa. Licha linaanza mambo bado wigo wigo mesizi kwa mtaa nasikilizia mapigo kajichanganya fala mwenye mzigo kwa watu wenye njia kali mani sio kidogo atucheki mara mbili sini kama matumbili katugeuzia tano kuwa mbili sikiri na kwa kuwa mkono mrefu kuliko serikali so ue mtoto baba unashindwa kujikubali, hacha ndi kwambia ukweli boi mini bladi mili mana umekuja kubugi pilipili semza siri tunachotaka mzigo tunapenya mpaka Zambia, hizi kazi hauwezi mamadu dumbia kalata nazichanga mani najichanga na chapa za kati nao juu na ibiwa. Tulia, usitikisike, wao, usifanya kitu chochote, nyanyua mkono juu. Shuka, shuka chini, shuka! Unashindwa kujikubali, hacha ni kwambia ukweli. Boe mini blad mili, maana umekuja kubugi pilipili sehemu za siri. Tunachotaka mzigo, tunapenya mpaka Zambia. Hizi kazi hauwezi, mama dudumbia. Kalata nazichanga mani, najichangia na chapa za kati, na ujui kaona ibiwa Tunafukuzana, tunawindana yani kwa ajili ya mzigo, tunatekana tunauana yote kwa ajili ya mzigo, afa tujui mzigo ni maindi au oh, miogo, mzigo mzigo mzigo mzigo, tunatekana tunauana yani kwa ajili ya mzigo, afa tujui mzigo ni maindi au oh, miogo, mzigo mzigo. Aha, kawa. Kawa. Ha, sasa kuna mzigo wa kuna boya nini, kapita eria zangu. Mimi nimepita naye nikawa vipi? Chekecha mimi nipite zangu mwanangu. Vipi mwanangu, shika mzigo tembea mwanangu.

Just give me 24 hours, boss. Kila kitu kitakuwa sawa. Na kuhakikishia masaa ishirini na nne nitakuwa nimemweka. Kwa hiyo niamini mimi, kazi ndogo sana kwangu na isitoshe, ikishindikana hivyo nitatumia. Asante kwa kuniamini.

kalata na zichanga mani najichangia na chapa za kati na ujui kao na ibiwa, tunafukuzana tunawindana, yaani kwa ajili ya mzigo. Tunatekana tunauana, yote kwa ajili ya mzigo Afo, tujui mzigo ni mahindi au miogo? Mzigo, mzigo, mzigo, mzigo. Tunatekana tunauwana, yaani kwa ajili ya mzigo Afo, tujui mzigo ni mahindi au miogo? Mzigo, mzigo Tumejitaidi kadri ya uwezo wetu na tulifanikishwa kumkamata yeye mwenyewe na wakati tunamkamata, tulikuta tayari hana mzigo. Skofin, ni sembe gani unafanya huu wewe? mzigo uko wapi? mzigo uko wapi? Nakuuliza, mzigo yuko wapi? Ah, boss, tunajaribu kumoji sana, tumepiga kichapo cha kutosha, lakini hatujafanikiwa kupata majibu sahihi, lakini kitu anachokizungumza yeye ni kwamba pale tulipomkamatia ni mitaa ya Masimba, kwamba hapo ndipo alipopola mzigo. Aha. Mitaa ya Masimba hiyo ni mitaa ya Doto hiyo. Kwa hiyo sasa huyu boya mwachieni hapo wote tuingie mitaa ya Masimba, twende kwa Doto. Pale Doto ndo anajua mzigo ulipo. Vicha linaanza mambo, bado wigo, wigo mesizi kwa mtaa, nasikilizia mapigo, kajichanganya fala mwenye mzigo kwa watu wenye njia kali, mani sio kidogo. Watucheki mara mbili sini kama matumbili, katugeuzia tano kuwa mbili sikili na kwa kuwa mkono mrefu kuliko serikali. So we mtota baba, unashindwa kujikubali, hacha ni kwambia ukweli boy. Mini bladimiri, mana umekuja kubugi pilipili, semza siri, tunachotaka mzigo, tunapenya mpaka Zambia mpaka hizi... ah, simu Simu nazo kibao tu mwanangu, yani nazo kibao ani, yani nazo ni wewe tu unaotaka ani. Eh, mwanangu swaswadu kibao tu ani, Samsung ipo. Eh ipo mwanangu. Mwananguoo Masimba. Mh? Najua unajua ni nini kimetuleta hapa. Mzigo uko wapi? Mzigo ulikuja nikaukata. Uliukata? Okay. Mzigo alileta nani na mzigo uko wapi? Mzigo anao wanao dogoakibaka mmojani. Unamaanisha mzigo ameenda kwa Machoko.

Yaani wewe umeona mimi boya, si ndio? Yaani kumuua umemuua afu unakuja unatuletea sisi. Wewe unatuletea sisi na umemuua mwenyewe. Eh, umemuua unakuja unamtupa afu unakuja kututetea sisi madrama wewe. Ese, dogo ndio huyo hapa. Boya. Brother. Ndoto unatujua vizuri mwanangu. Tutakupoteza wewe mwanangu boya wewe. Wewe ni mchumba tutakupoteza, umeelewa wewe. Tutakufanya kitu kibaya wewe umeelewa? Tupeleke kwa mwenye mzigo. Unatujua vizuri.

Nakupa kazi sawa, na nakuekea milioni kumi mezani. Nataka nitafutie mzigo, siujaua, niletee huo mzigo. Tunafukuzana, tunawindana yani kwa ajili ya mzigo, tunatekana, tunauana, yote kwa ajili ya mzigo, afu hatujui mzigo ni mahindi au oh, miogo. Mzigo, mzigo, mzigo, mzigo. mzigo. Ee, sasa kama tulivyokubaliana mzigo ni nao, milioni kumi ile ile ee. Sawa, chapu. Sawa, sawa, sasa hivi, sasa hivi. Haya, nah, nah.

Boss, <mzigu>, nadhani kuna mchezo unaendelea. Sijui ni mpumbavu gani anatuzunguka hivi sasa hapa cha kufanya, tondokeni. Mimi nitajua nini nafanya. Bado najaribu kupambana na mbosi wangu. Nakuomba na Bosi na saa ishirini na nne tu. Yawa. Naelewa, naelewa mkuu. Najaribu kupambana kadri ya uwezo wangu. Na kuomba. Najaribu bosi wangu. Naomba. Usipu... Boss, Naomba na kuomba, fanye unachoweza. Kama ni pesa, anaongeza milioni tano nyingine Boss. Kazi ni nyingi, muda ni mchache. Venture, nisikilize. Venture, naongeza milioni tano nyingine, tafadhali. Oh, milioni tano basi ah.